Nina jambo moja na ushauri kidogo kuhusu wanaume wa baba zetu, waume zetu, ambao tunapenda sana. Jambo hili limenijia, ingawaje imekuwa jioni, nasikia kulisema kabisa usiku, karibuni saa tatu ya usiku. Kuna wakati moja, nilienda tembelea mama fulani, ilikuwa Afrika. Nikaona iko nalia, analia, nalia, nikamwambia ni nini? Akaniambia, Mama Mire, nachoka Nachoka mara bana, natafuta enda kwetu, nachoka mwanaume ananishinda. Nikamwambia hey, mbona bwana wako anakuwa mtu mzuri, ni nini? Hapana, kila wakati iko nakamata maamuzi, anasema alifanya kiume don anafanya kianaume bila hata kuniuliza, anakamata maamuzi hivi. Alienda uzisha mashini yangu ya kushona bila hata kuniambia. Nilipomuuliza akasema nilifanya kianaume. Nachoka. Sasa hili jambo linanijia. Nilipofanya mainvestigation na kuangalia zaidi, wanaume walio huku ndani ya diaspora, wengi wanachangia kuharibisha nyumba zao, ndoa zao. Samahani wa ndugu zangu kusema hivi, mimi niko mchakazi wa Bwana na niko tu hapa sauti parapanda ya mtu aliyai tu ili kuhimizana katika safari. Najua kuna wamama wengi wabaya na wanachangia sana kuharibu nyumba zao, lakini kwa sasa roho inanituma kuambia wanaume ya huko. Naona wanaume wengi, siseme wote, sababu kuko ma exception, lakini wengi mara wanakamata mipango, wana miradi, wanasema tunatafuta kufanya miradi kwetu Afrika, wanapenda kwetu kuendelee, wanapenda nchi ziendelee. Hakika ni mawazo mazuri sana ya kupongeza, lakini mara wanakamata mipangilio bila hata kuambia wenzao wa ndoa wake zao. Yani wanakuwa wanasema tumefanya kianaume, basi kila kitu kuambia mwanamke tu, na kuna wale ambao wanaambia wake zao, mara wake zao wanawa shauri wanawambia baba, unaona hayakuwa muda subiri nini na nini, lakini wamoja hawasikii kabisa, wanaenda kufanya miradi, na wakati wanaenda kufanya miradi unakiaona hakuna hata matokeo. Ni wachache ambao wanakula matunda ya miradi wanaoifanya maproje, yaani karibu ni miradi yote inakufaka bure inangukaka mumai yaani ni kuomba kuomba kuomba, frank ambazo zingesaidia jamaa, zingefanya vitu vya mingi, sababu wanavifanya bila ku mara wamoja bila kuomba bila kuchunguza nyakati ambazo tunazoishi kwetu. Kwa sasa mambo ni mabaya, kuko tuseme hiyo vita na hii naisema ilikuwa baada ya hii vita, lakini ni hali tu ya, ya kukosa usalama, na mara kuko mafuriko, mara mazingira sio mazuri, na zaidi wengine wachawi. Kuna watu wamoja, kama hauko mchawi, kama hauende omba uchawi ya ukingo nini, vitu vyako viwezi vikaendelea yaani ukikuwa tu mnjia ya sahihi serare bitu biendelee huko. Unaona wamoja wanaenda wanaanza kitu hakuna wakati watakimaliza, wanaanza kinaishia katikati, wanaanza kinaharibika. Unatumia ndugu zako pesa wakusaidia, hata wa ndugu zako wakaribu wanazikula wala wanazipoteza. Yaani hakuna kinachoendelea, na unapoambia wanaume msiende, msiende kwanza kufanya hivyo, msubiri. Oh no banamke nini banamke batasema nini, fanya kianaume na mara kwa mara bitu havitaendeka, mipango inakuwa tunaishia katikati serare. Uone mtu malianza kitu munjia hivi na imalize, ni make serare zaidi kwetu kwetu, Kongo huko Sitikivu kuba mingi, sijui sasa ingine mafasi, lakini ba mingi sana, ndio ma exceptions ziko, na mimi naweza danganyika, lakini kuf, seloma investigations zenye nilifanya, utafiti niliofanya nilikagundua ni hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu natafuta kuwaomba, najua maandiko yanasema ya kuwa mwanamke ni kiumbe kidhaifu, lakini tusijue tusisahau ya kuwa vilivyo vidhaifu Mungu anavipatia nguvu, anavifunuliaka vingi. Mke wako unaweza ona uneza neza, ah, ni mwanamke tu mwanamke mm, anaweza akasema ka, nini, lakini Mungu alitupatia akili kabisa mara ya kuona mbali Ninyi mnaweza sema mwanamke aonake mbali, anaona tu vitu vya karibu, haizi ona ma projet a long terme, a moyen, a court. Tunapowashauri kuambia baba zetu, miradi tusubiri kwanza, wala muradi huu tunaweza tukaufanya, tusikilizane katika ndoa zetu, tusikilizane katika nyumba yetu, na tukifanya mambo katika masikilizano mambo hayo yanakwaka, yanafaulu. Ni vile nilitafuta kuambia, na katika yote kuomba Mungu, ili siseme kama ile tunju inaweza kuharibisha bunyumba. Mafaktori ziko za mingi, lakini ile ni moja wapo, ya wanaume kuficha kufanya mamiraji bila kuambia wake zao, inatuma mara mabunyumba za mingi zimeharibika. Mungu atusaidie na Mungu atuwezeshe katika jina la Yesu tunawaombea, baba baba zetu, babu na yetu, wapendwa wetu, tunawapenda amen.